Unajua kwa nini Trump ana uchu sana na Nobel Peace Prize? Hmm. Kwa anasema kwamba tuzo hii hata nikiishinda hmm, si kwa ajili yangu mimi hmm, ni kwa ajili ya Marekani. Maneno ya kuchekesha sana and and, um, ikiwa kushinda kwake yeye ni kwa ajili ya Marekani, mbona isiwe ile ya Obama ni kwa ajili ya Marekani? Ndio swali hmm. <laughs> Yeah, pata... inavyoshuhudiwa watu wanasherehekea, watu wana furaha. Naam hususan katika ukanda wa, wa Gaza, wa Gaza. No. Wakazi wengi wa pale wanashuhudiwa kwamba wanafanya sherehe kwa wingi mm -hmm. au wanafurahia kiasi kikubwa no. Nayo ni kutokana na makubaliano hayo yaliyopita muda si mrefu ya yeah, usitishaji wa, vi wa vita mm -hmm. ceasefire yeah. ambayo imefanyika ambayo imeathiriwa sana na uwepo wa eh, rais wa Marekani mm -hmm. na vilevile vile viongozi tofauti tofauti kutoka mm -hmm. eh, Middle East ikiwemo Misri, Qatar na viongozi wengineo no. kutoka mm -hmm. nchi za Uarabuni Vipi swala hili la furaha unalizungumzia vipi? uh, mwanzo wana, wana haki ya kufurahia. Mm. Wenyewe kama wenyewe, maanake ni mateso kwa miaka miwili wamepitia mauaji ya halaiki. Wengi wanapenda Mm. kutumia neno hili vita, mm. Lakini ukiangalia hata wataalamu wenyewe, uh, wanasema ni mauaji ya kimbari. Mm. Yani ni mauaji ya halaiki, sio vita tena. Mm. Maanake sio vita ikiwa ulimwengu mzima, uh, unaipatia nchi moja tu silaha na wengine hawana chochote, wako katika eneo, wamefungiwa, wanajitahidi mm -hmm. kwa ile ambayo walikuwa nayo mm -hmm. kwa ni mauaji haya, wana haki ya kufurahia, lakini mm -hmm. eh, eh, si mara ya kwanza kuona kwamba wanafurahia na mm -hmm. Sisi maombi yetu ni kwamba vita hivi visimamishwe kwa haki na kweli mm -hmm. Manake ni mara kadhaa tumeona vita hivi kwamba vimesimamishwa kwa muda, alafu baadaye Israeli akaja akasema mm hapana -hmm mara ya kwanza akiuka yale maagano mm. yake na akavamia tena mm. Kwa hivyo hii ni first one na ambayo imetiwa saini siku hii ya leo, na first one au stage ya kwanza mm. ni kwamba kutakuwa na kubadilishana kwa wale mateka wa kivita maanake mm. walobakia sasa hivi ni wale wanajeshi wa Israeli ambao walikuwa wametekwa. Wale ambao walikuwa ni civilian ama raia wa kawaida waliachiwa katika nini ya kwanza, lakini hao waliobakia, wengi wao, kama si wote, ni wanajeshi ambao walitekwa katika siku hii ya Oktoba saba. Huenda saa hii watu wengi wanajiuliza mm -hmm. Sasa vita vishaisha je, yeah. Gaza au eneo lile la Gaza kwa ujumla mm -hmm. E, hali itarudi kama kawaida, ujenzi wa maeneo na nini mm -hmm. Au la pengine upande ule wa Israeli labda utataka zaidi ku, kuathiri katika kufuatilia masuala ya kuirudisha Gaza kama ilivyokuwa mm -hmm. Kama tulivyosikia baadhi ya maneno, Amerika yenyewe ilikuwa imeahidi kwamba tutasimamia mm -hmm. pakubwa katika kujenga ghaza na vitu kama kujenga katika kuiba nia yao, kama ulivyoelezea ni kwamba walikuwa wakitaka kuichukua Ghaza na mm -hmm. Uh, hii ndio ambayo Israeli ilikuwa imetaja kuanzia mwanzo ya kwamba sisi tunataka kuwatoa watu wa Ghaza wote ima waende Misri ama mm -hmm. waende Jordan mm -hmm. au nchi nyingine yote ambayo watataka wao mm -hmm. ile Ghaza tuichukue kwa ibara za mm -hmm. Trump. Hmm. Tuitengeze iwe ni mji ambao watu wote wanaweza kuja kufanya biashara. Kwa hivyo lengo lao la asasi lilikuwa ni kuinyekua ile Gaza kama walivyonyekua hmm. Palestina Uh, kwa ujumla isipokuwa maeneo uh, machache ama mm. kuhusiana na swali hili la watu wa Gaza je, watajenga upya mm. uh, watu wa Gaza washaonyesha kwamba wao ni watu wenye wa subira ya hali ya juu. na mm. si vita vya kwanza, hivi ni vita ambavyo ndio vimedumu miaka miwili, lakini kabla hapo, uh, kumekuwa na vita vya Gaza mara kadhaa, na, na Israeli imekuwa ikibomoa iki au kulipua mm. majengo ya, ya raia na kuwaua raia, lakini wamekuwa wakitengeza upya mm. kwa sababu hawa ni watu ambao wana alaka wana relationship kubwa sana na nini na ardhi yao hii mm. Uh, kama kweli si ardhi yako, hawezi kuvumilia miaka miwili unapigwa, unauawa na nini, na wewe ukabaki pale pale mm. Unaona, watu wengi hawaelewi kwa nini wanapigwa, si watoke, okay, waondoke mm. na nini. Lakini kwa kuwa ni ardhi yao mm. na wako na relationship kubwa na ardhi hii yao hawawezi kutoka. Na bila shaka, ikiwa vita vitasimama Gaza, baada ya mwaka ni miaka miwili, watatengeza upya na wataanza upya, na wala haogopi kufanya sacrifice hiyo. O, tutarajie kwa hivyo kwamba kutakuwa na mabadiliko hususan kwa upande wa Gaza. mm -hmm. Napenda kujua eh, kuhusiana na msimamo wa uh, Rais wa Marekani mm -hmm. Bwana Trump tuachane tena na Netanyahu. Naam. tayari alishamwambia Netanyahu mambo mengi. Mm -hmm. akamwambia kwamba hapo ilipofika huwezi pigana na na ulimwengu na na mzima. Naam. kwa hivyo nafasi ulichobaki nacho ni moja tu, achana na mambo ya vita, turudi kwenye hali ya kawaida, kwa sababu hata ufanye vipi, huwezi pigana na watu, ukipigana nao pia huwezi washinda sababu uko peke yako. ala kule hali, swali langu linakuja kwa huyu rais wa Marekani, ni kwa nini katika hizi siku za hivi karibuni ndio ameonekana kama akona ari na moyo sana wa kuleta amani. Mtu ambaye kwamba tukirudisha miezi miwili au mwezi mmoja uliopita, ndio kwanza au katika mstari wa mbele katika kutaka yale yaliyofanyika yafanyike. Sitaki kutaja kumetokea nini na nini, lakini mm, tuseme ndo alikuwa mstari wa mbele katika kusaidia kihali mm -hmm, na mali kufanyika kile kilichofanyika ndani ya Gaza mm -hmm. Lakini leo hii tunaona la amekuja na moyo msafi kabisa, anataka utulivu mm. Nini inaweza kuwa kinasababisha? Uh, bila shaka uh, hii ni picha ya kuwahada watu, ni kama sinema mm. Uh, kwa nini nasema hivi, ni kwa kuwa Israeli haiwezi ikapigana kwa miaka miwili bila kuwa na support kubwa ya Marekani mm. bali silaha zake zote zinatoka Marekani. Uh, ukiangalia mtakupa uh, hiyo kwanza ni silaha mm. kwamba silaha zote ambazo Israeli imekuwa ikitumia katika muda huu wa miaka miwili nyingi, na kuna mm. nchi zingine ambazo zinachangia, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza pia zinachangia silaha mm. lakini asilimia kubwa ya silaha inatoka wapi? Inatoka Marekani. Ukiangalia katika statistics, wanasema mpaka sasa hivi Marekani imetoa silaha ya kiasi cha dola hmm. bilioni thelathini na sasa hivi kunayo Congress ambayo inapigiwa kura msaada mwingine wa bilioni sita, yani hmm. kuongezea nini Israeli ulinzi wake na silaha hizo ambazo wanazozitumia oh, katika kuua watu wa Gaza. Hiyo hmm. ni ya kwanza. hmm. Ya pili ni kura ya veto ambayo Marekani imekuwa ikitumia hmm. uh, katika Umoja wa Mataifa kupinga kila ambaye amekuja na agizo la kusitishwa vita. Ikiwa kweli walikuwa wakipenda kusitisha vita, basi mm -hmm. ingekwisha sitishwa kitambo mm -hmm. lakini Marekani ndio imekuwa ikiveto yani, ikitumia kura yake ya turufu kuzuia ya kwamba vita hivi visiishe mpaka leo mm -hmm. ama Trump ni kwa nini anapenda aonekane ni kwamba yeye ni mleta amani marake mara hmm. nyingi anasema I'm the president of peace. Leo White House kabisa wameweka kabisa leo asubuhi baada ile wameweka picha the president of peace hmm. hmm. kabisa kabisa hmm. picha hmm. eh, ya Trump ameanza kusafisha jina lake mapema sana akijisifia ya kwamba mimi nimeshatatua mizozo za hmm. zaidi ya saba nimeleta amani dunia misita sasa nzuhuni wa saba na akasema hmm. hapo karibuni pia nitaweza kutatua mzozo wa nini wa uh, mm. Ukraine uh, yani hiyo ni mizozo anani, lakini ukiangalia kweli tokea Trump, Trump alipoingia mpaka sasa uh, hajatatua mizozo yoyote yote, bali ameongeza mizozo kama anavyodai, na uh, Biden alipoondoka na alikuwa akisupport Israeli ye akaendeleza support hiyo, lakini pamoja na hapo, akaongeza na vita vingine ambavyo vilikuwa ni vita baina ya nini ya Israeli na na Iran. Maana mm. ukiangalia uh, vita hivi vilianza kwa Marekani na Israeli kushirikiana. Hmm. Uh, uh, sasa wakaivamia Iran na walipoona kwamba hey, vita hivi vimekuwa kidogo uh, hmm, tunapigana na mtu mwenye mikono miwili uh, sio hmm, kama kupigana na wale ambao hawana mikono hmm. Wakasema vita hivi hatuviezi, baada ya siku kumi uh, e, na mbili wakaweka silaha chini, wakasema tuketi. Kwa hivyo ukiangalia picha hii ya kwamba yeye anapojiuza ya kwamba yeye ni rais wa amani hmm, mara nyingi huwa ana kitu moyoni mwake na mara hmm, nyingi ashakitaja sana Ha, na ukiangalia hata viongozi wetu wa Kiafrika maskini ya Mungu walipokwenda kuulewalewa nne eh, walilazimika kusema kwamba sisi hata tumependekeza jina lako ili wewe upate tuzo la Nobel mm. ya kwamba wewe ni mwenye mtu ambaye umeleta amani duniani mm. na vitu kama. Kwa nini Trump ana uchu sana na Nobel? Unajua, mm. wanasema mtu hawezi kuficha sana mm. uchu wake unatokana na, na, na swala hili kwanini Obama alipewa tuzo ah, la Nobel na mimi sijapewa, ilhali ah, yeye anavyochukulia kwamba uh, yeye uh, amekuwa ni mwenye amani zaidi kumshinda hata Obama. Na ukuja kuangalia, no, inawezekana ni kweli. Manake Obama, Obama vita vya Libya alikuwepo na. Afghanistan alichangia pakubwa. Israeli mwaka huu akipigana na Gaza pia alikuwepo, alishiriki kabisa. Siria alileta aliyeleta, mchafuko mkubwa Siria ni nani? Ni Obama. Kwa hivyo na. anasema, ikiwa huyo alifanya hivi vyote, ukiangalia Hillary Clinton akisema, sisi ndo tulianzisha ISIS ama wale Madaesh na. na itaimi yote ilikuwa ni itaimia nani? ya yeah, Barack Obama manake uhum. Hillary Clinton alikuwa ni waziri wake wa nini, wa mambo ya nje secretary, kwa katika mambo ya foreign affairs. Sasa akiangalia hivyo, anasema ukiangalia ule, kweli mlimpa tuzo lakini sielewi kwa kuwa yeye alikuwa akifanya <laughs> vita na nini. Sasa Trump anaona kwamba mimi kweli mimi na haki zaidi ya kupata nini, tuzo uh, la Nobel, ndio maana anapigana hapa. Hata yule waziri wa mambo ya nje wa India Uh, akisema kwamba sisi vita vyetu na Pakistan tulisuluhisha wenyewe, Marekani mm, haikuwa haikuhusika kuhusika hivyo vyote. Anasema mm, mimi ndio niliosuluhishia vita <laughs> maana, ametoka akisema maneno ya kwamba mimi nimesuluhisha vita kadhaa, sio tu hii ni ya zote lakini vita vingi vikiwemo hiyo ya India na Pakistan na nini yeah. Katika ibara zake chukutekesha anasema kwamba vita hivi ni vita ambavyo vimepiganwa kwa zaidi ya miaka elfu tatu <laughs> anasema wanahistoria wanasema miaka elfu tatu kumekuwa na shida sana hapa Mashariki ya Kati. mimi <laughs> Trump nimeweza kutatua, kwa nini nisipewe Mm -hmm. Tuzo Yesu yani, yani, alishindwa so, so tuza... <laughs> Leo ameweza. Amsala so la tuzo ya Nobel Prize kwa kweli yani, ni swala ambalo linachemsha sana hisia mm -hmm. nyingi mm hususan -hmm. ninapokuja kwenye ishu nzima na msimamo wa Trump mm -hmm. kwa sababu maneno yake mwenyewe anayasema pia mm -hmm. nikitaka kuongezea mm -hmm. kuhusiana na hiyo Nobel Prize, Peace Prize. Mm -hmm. Anasema kwamba mimi kuhusiana na hili tuzo nalistahiki zaidi hata alivyokuwa anastahiki nani bwana Barack Obama kwa sababu mimi nime, kwanza nime nani vita vingi. Lakini zaidi anasema kwa sababu yeye anahisi kwamba alikuwa mwaka elfu mbili na ishirini na kumi na nane alikuwa anastahiki kupata hilo tuzo, na tuzo hilo lilipewa nani Abiy Ahmed ambaye alifanikiwa kusimamisha vita kati ya Eritrea na nani na Somalia Ndo aliopewa wakati sana, nasema wakati ule akipewa ilikuwa sana anastahili ni yeye, akashangaa kwa nini amepewa mtu kama huyo. Ala kule bado, ikawa inamuuma zaidi, na kutokana na hii na hizi, itakuwa ina msukumo mkubwa sana inasababisha yeye kuja kwenye meza kutaka hivi vita visimame, ili atengeneze sura yake, kwa sababu wanasema zibaki siku nyingi au takriban, tuko katika masiku ya kutolewa ya tuzo zao, wanasayansi tayari washaanza kutoa hivi nyingi, karibuni tuzo ya

hiyo ya Obama yeah. kweli ukiangalia katika uh, ikiwa tutasema kweli Obama alikuwa hastahiki mm -hmm. Katika vita ambavyo alivipeleka ulimwenguni, si ayakuleta amani yoyote ulimwenguni yani. mm -hmm. Alipewa pengine tukakuwa alikuwa ni rais wa kwanza mweusi na kulikuwa na mm hiyo -hmm. aji mm -hmm. na vitu kama hivyo, shukran sana na asante.